Gavana wa Kakamega Fernandes Barasa aliongoza awamu ya pili ya tamasha ya mapigano ya fahali huko Solyo eneo bunge la Shinyalu. Gavana Barasa aliahidi kuzindua ligi kuu ya pigano la haf, la fahali litakalojumuisha mafahali wote kutoka kaunti zote 12 kutoka maeneo yote ya kaunti ya Kakamega. Kulingana naye, hatua hiyo inatarajiwa kuhifadhi utamaduni wa jamii ya Waluhya na kukuza utalii. Ningependa kutangaza ya kwamba tunaenda kutengeneza premier league ya bullfighting. ili kuwe mchezo wa kila mwaka, na hiyo yu mimi, yule ambaye atashinda kuanzia mwaka ujao premier league home and away, e, hiyo <laughs> itakuwa kuanzia mwaka ujao, na bull ambaye itashinda hiyo premier league itapata shilingi elfu mia mbili. Sawa sawa.